Jina la Dr Janabi limebeba umaarufu nchini Tanzania kama daktari wa magonjwa ya moyo na daktari bingwa. Ndiye alianzisha maabara ya kitengo cha magonjwa ya moyo hapa Tanzania. Mara hii, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amempendekeza kuwania nafasi ya mkuu wa WHO kanda ya Afrika baada ya mtangulizi wake Dr Faustin Ndugulile kufariki, ambaye naye pia aliwakilisha Tanzania. Nilikuwa na CV kama tano za wenzio tukaona yako tunaweza kuipeleka kwenye competition ile ya WHO Janabi alisomea Marekani shahada yake ya uzamivu na kufundisha katika chuo kikuu cha afya na sayansi jijini Dar es Salaam na kuwahi kuwa mtabibu wa rais wa Tanzania Janabi anachuana na washindani wanne Dr. Nda Konan Maikoyawa Ivar Coast Dr. Drame Mohamed Lamin wa Guinea na Dr. Borim hama sambo wa Niger na Prim yaa Mustafa Watogo. Jina langu ni profesa Mohamed Janabi, natokea Tanzania, nawania nafasi ya ukurugenzi wa the shirika la afya duniani kanda Afrika. Ni shauku yangu kuwatumikia katika nafasi hiyo. Ah, asanteni sana. Tayari kampeni zimekwisha anza kuelekea uchaguzi huo na utajwa kufanyika mapema mwezi Mei. Kwa Watanzania, Janabi si jina geni mwasikioni mwao. Uh, ni penda kitu anachokifanya. Mimi naamini uh, katika hii situation ataitendea haki na naamini atafanya mabadiliko makubwa sana. Kuna changamoto nyingi anaweza akapitia, lakini tumpe nafasi. Anaweza kwa upande wake mawazo yake akajaribu, eh, akaweza kukontrol. Iko kitu tulipata taarifa kwamba CV zake zilipelekwa WHO, maana yake ameaminika vya kutosha na yuko katika viwango imara janabi anakwenda kugombea nafasi hii wakati afrika inakabiliwa na shinikizo la kuondokana na utegemezi kutoka mataifa tajiri duniani hivi karibuni marekani ilitangaza kujiondoa kusaidia afrika huku ripoti ya who ikionyesha afrika itakabaliwa na vifo kutokana na kusitishwa misaada hiyo kulingana na who nafasi hii imesimamiwa na takribani wakurugenzi kumi tangu 1954 Endapo mara hii Janabi atashinda, Tanzania itakuwa imechukua nafasi hiyo kwa mara ya pili. Tuandikie maoni yako, unampa nafasi gani Dkt Janabi kinyang'anyiro hiki cha mkurugenzi mkuu wa shirika la afya Afrika WHO?